Kama madeni waona hao, kuna madiwani hapa tu umeshawashughulikia hapa, kwa sababu ya kuingilia masuala ya migogoro ya ardhi isiyowahusu, mpaka uuzaji wa maeneo hapo, nao waona hao. Tunakataa tu kunyoshana kidole hapa, tutasimamishana hapa, mtu sukari ishuke, baadaye waseme oh, jamani. Sasa unaona hii karatasi ya Tanzania isingekuja sama na mkuu wa mkuu hospitali, lakini wapo hapa, uzuri mimi nawajua, na Kiteto ni sehemu ya migogoro ya ardhi. Sasa ukiona sehemu ya migogoro ya ardhi na kata inayokuwa na changamoto ya migogoro ina diwani na ina viongozi dhahiri, diwani huyo pale hatoshi. Hilo tusifichane hapa, tusipepese macho. Kama upo ulipo, umekaa hapo na unajua a kwenye kata yako wewe unayoiongoza, ina changamoto ya migogoro ya ardhi, niamini maneno yangu, hutoshi wewe, we. hutoshi kwa sababu kama umeshindwa kutatua migogoro kwenye kata yako tu, utatusaidia nini wewe hapa kwenye almashauri, kwenye wilaya hii utatusaidia nini? Na unapata wapi nguvu ya kusimama kwenye baraza na kutoa sauti yako na kuelekeza jambo ama jamboakbisa? Unatoa wapi nguvu hiyo, mwana wane? Unatoa wapi wewe? Kata yako tu ya watu elfu tatu imekushinda huku, nakuja kutuambia nini? Kwa sababu diwani wewe ndio mwenyekiti wa shughuli za maendeleo kwenye kata yako ili kata yako ipate maendeleo, inahitaji utulivu. Kama unajua kuna changamoto kwenye kata yako, manake ni kwamba ni dhahiri kabisa kwamba kata yako hiyo kusonga itakuwa ngumu. Wananchi kutwa nzima wako barabarani na makaratasi, na wewe diwani upo unaongoza shughuli hiyo ya makaratasi, lakini kwa kutojua mipaka yetu. Pia waheshimiwa madiwani, tumekuwa tukiongoza hapa misafara ya wananchi kuwapeleka Dodoma. Hivi mnataka Dodoma kwenda kufanya nini? yani yani yani, yani, huwa ni nini haswa? mnahangaishwa na nini? Kwa sababu nafika, kuna maeneo kwa, kwa kweli, katika hali ya kawaida ya binadamu, yani mtu nakuwazika mpaka unafika mwisho unashindwa kuelewa, akatamulize we bosi, vipi wewe yani, nini nini, shida nini, shida mheshimiwa, una shida gani kwa kuongoza kutafuta simu za viongozi na kupeleka maneno ambayo nyingine sio ya ukweli. Baadhi ya waheshimiwa madiwani ndio eneo lao la shughuli anakaa miaka mitano kwenye kata yake, hajui kuna shughuli gani, hakai barazani kupambania fedha ziende kwenye kata yake. Shughuli hiyo hafanyi, anasubiri bwana, ikifika mwaka mwisho wa uchaguzi. Sasa simu yako hajawahi kuwa nayo, sipindi ndio anayepata simu. Hapa mseme hapa wangapi hapa hamjawahi kunipigia simu hapa wakati wa uchaguzi juzi Mheshimiwa nisaidie, unajua kwangu mimi nina hili hapa, hili litaniweka vizuri kisiasa. Wewe miaka minne mitano ulikuwa wapi? Uende kumnenepesha ng'ombe sindi ya kwenda kwenye mnada. Sasa hivi, rudini kwenye kata zenu mkafanye shughuli kwenye kata zenu. Kwa hiyo ukiona kijiji kina changamoto, mwenyekiti wa kijiji sijui na mtendaji sana nani, wanauza viwanja wanauza maeneo ya kwenye eneo hilo, basi diwani pale hakwepeki. Na kama diwani anakwepeka na tusikie sauti ya diwani, kama usikii sauti ya epolo, ujue diwani ndio mwenye jambo lake lile. Amepeleka boya mbele, imeingia hiyo. Aloo aloo, imeingia hiyo. <laughs> Kwa sababu haiwezekani mwenyekiti wa kijiji hayo ana nguvu kuliko diwani mwenye kata yake. Haiwezekani kitongoji ana nguvu kuliko diwani kwenye kata yake. Inawezekana maana yake ni kwamba diwani, wewe umo, ukwepi, yaani hilo jambo ni la kwako. Tuhuma hizo zikitiwa ubaoni, mwana wane utoki. Na ndio maana mkimkamata kitongoji au mwenye kijiji, diwani lazima atainuka. Oh pale unajua masuala ya yes, siasa. Hacheni hizo stori, hakuna hayo mambo, hakuna hayo mambo. Kwa hiyo ni bora uanze kujielewa mwenyewe, ufahamu mpaka wako. Tusimamie utekelezaji wa miradi kwenye maeneo yetu, lakini tusimamie udhibiti wa fedha ya serikali.